Kwa hiyo Yas, tunawapenda sana ofisi ya Mkuu wa Mkoa, na mimi nitakuwa balozi kwa wenzangu kule ambao hawatumii Yas ili tuanze kuitumia Yas, lakini pia tuwe balozi kwa kuhakikisha kwamba hata duka tunalokwenda kulizindua leo liwe na manufaa, kwa sababu uwekezaji umefanyika. Lakini la mwisho kabisa niseme tu kwamba yasi ni kipaumbele Yasi ni kimbilio kwa mawasiliano ya mtanzania yoyote. Yasi na gharama nafuu ukilinganisha na mitandao mingine, lakini Yasi pia Yasi na kufanya wengine tung'ae kwa sababu tuna mawasiliano na wakubwa. Yasi pia inatufanya sisi wengine tuweza kufikia mafanikio kwa sababu ya mawasiliano yanayofanyika kuhakikisha tunafanya kazi zetu na utekelezaji wa majukumu katika chama, katika serikali na sehemu zingine zote tunatumia mawasiliano. Hatuwezi kufanikisha malengo haya kama hatutakuwa tunafanya mawasiliano yenye spidi na maanisha, kwa sababu Yasi na spidi sio? ni yeah. Mtandao gani wenye spidi zaidi ya Yas? yeah. sana napenda wa na, naiwa, watu waliochangamka, na najua Mheshimiwa alivyonileta hapa alijua tu, sio kuna mialiko ambayo anajua huu atenda fulani iko hivi. Kwa hiyo sura zenu muonekano wenu mlivyopendeza, hii ndo Yas ambayo tusiwaone tu watu wa Ikulu na suti nyeusi na kaunda, lakini pia hapa hata mimi nimejifunza yasi, mko vizuri. Kongereni sana niko very smart. Sasa usmati huo ndo kitu kikubwa tunachokwenda kujizindua pale, sio kitu kidogo, ni kikubwa sana. Nimalize kwa kusema nawapenda sana, karibuni sana ofisi ya mkuu wa mkoa, ushirikiano utakuwepo na kama kuna changamoto tuwasiliane.